Kwa kutumia simu yako tu unaweza kubadilisha sauti ambayo imerekodiwa katika simu ambayo, na mazingira ambayo kuna kelele au kuna sauti ambazo hazitakiwi, na ukaibadilisha ikawa sauti nzuri ambayo imetolewa sauti, inatolewa sauti zia za pembeni, kwa maana ya background sound, na ikawa ni sauti ambayo unaweza kutumia kwenye content creation, ikawa ni sauti ambayo inasikika bila mawimbi ya kelele wala mawimbi ambayo hayatakiwi katika sauti hiyo. Karibuni marafiki wapendwa

haina haja ya wewe kununua kifaa cha gharama kubwa, na wala bila kuwa na gharama yoyote kubwa, ambazo zina high quality, ambapo ndipo utaweza kutoa sauti nzuri hivyo ni second. Kama unatumia vifaa vya loko vya kawaida, pia unaweza ukapata sauti ambayo katika kiwango kizuri tu cho lazima uwe na na kitu ambacho kinakuwa enhanced au tagarama kubwa sana, na hii ndio kitu ambacho nawakwamisha watu wengi, kwa sababu ili uwe na video nzuri lazima uwe na si, iwe na sauti ambayo inasikika vizuri, kwa sababu ili kudeliver video ina depend na na, na, na sauti yako iwe nasikia katika mtindo na katika variation ya kiasi gani, aidha ni katika quality ipi au katika mawimbi ya aina gani, katika mawimbi yapi. Sasa, katika hapa video nimekuelekeza, nimekuja kuelekeza namna ambavyo unaweza kutumia simu yako kwenda kubadilisha sauti ambayo umerekodi katika mfumo tu wa kawaida na ukaitengeneza ikawa katika high quality, yaani ikawa na quality kubwa ambayo inaweza hata ikasikia katika sehemu yoyote na ikaonekana kwamba ulitumia kifaa cha gharama kubwa au kifaa cha kwaliti kubwa. Video kwenda like, kwa watu wengine na itaonyesha kwamba ni video za aina hii hapa unazipenda. YouTube atakupatia video za aina hii hapa tofauti na kwenye chaneli hii hapa yenyewe. Ya kutengeneza sauti sio complicated, ukiingia katika site utakutana na vitu rahisi tu ambavyo vinaelezeka kwa wepesi. Vitu vyenyewe ni kwamba utakutana na sehemu ambao unaweza uka drop file yako, au unaweza ukaweka file kwa ajili ya kufanya enhancement. Sasa utagusa hapo kuna hii site kumbuka, kwamba unaweza ukaitumia kwenye kompyuta, kwenye PC, kwenye au kwenye simu yangu, nitakupa maelekezo then baadaye utaingia. Ukishaingia sasa hapo hivi kuna sehemu ya ku drop file utachagua faili ambalo unataka kuweka kama ni voice ambayo utakuwa umeshaitengeneza tayari, utakuwa umesha record sauti yako afu then utai drop kisha i drop, au kisha iweka pale, itakuwa uploaded, ita ita upload then kisha maliza ku upload itaanza yenyewe ku enhance sauti. Ikishaanza ku enhance automatically pale, kwa hiyo kisha drop tu, ni kwamba ulikuwa unasubiria sasa i upload, then baadaye ianze kufanya enhancement. inategemea duration ya duration ya kufanya enhancement inategemea na wewe mwenyewe I mean, duration ambayo inatumia kufanya enhancement na mpaka kumaliza inategemea na duration ya audio yako. Sasa kama audio au voice ambayo ulikuwa umerecord itakuwa ni ndefu, inamaanisha kwamba itachukua process ndefu mpaka imalize. Utasubiria kwa muda kidogo, then baadaye utakuwa itakuwa tayari na unaweza kuipreview kwa kuisikiliza, then baada ya kuisikiliza sasa unaweza ukaendelea na prosesi zinazofuata lakini kama ni fupi, unaweza ukatumia mda mfupi. Sasa ukishamaliza hapo, utagusa alama ya download, kutakuwa kuna alama ya download hapo, kama unatumia desktop au unatumia device ya Android ama iPhone, utakuwa umeingia kwenye browser, kwenye browser yako hapo, kwenye sehemu utakuwa na kuonesha kwamba kuna sehemu ya ku download uta download, then baadaye itakuwa tayari iko katika storeji yako au katika sehemu yako ya device ambapo utakuwa umetunzia audio yako, then unaweza ukaitumia sasa kama voiceover na namna ambapo unaweza ukaitumia kwa namna yoyote. Lakini pia kama unaitumia unataka kutumia video unaweza upload pia video, e, ukisha upload video pale itakuwa na interface ambayo itakuonyesha namna ambavyo una, una, una, unaweza ukafanya lakini proses zote ni kama ambavyo umeweza kuweka kama ambavyo unaeka video, ni sana ambavyo unaweka hii audio kwa sababu ambavyo tumeweka audio ndo sa, ndo pale pale ambapo unapatumia kuweka video. Sana, namna gani unaweza kuipata hii site? Site ni kwamba utaingia katika sehemu moja imeandikwa Adobe podcast. Nitakuwa nimeweka link kwenye description kama utashindwa kuipata, lakini ukiandika Adobe podcast unaweza ka itakupeleka moja kwa moja kwenye site, utagusa link ya kwanza ambayo itakuwa imeonekana hapo, then baadaye itakuonyesha interface ya vitu tofauti tofauti. Sasa interface itakuwa inaonekana kwamba kuna sehemu ya kujisajili na sehemu ya nini, kuna sehemu ya kwa upgrade, kwa upgrade, kwa upgrade, kwenye kufanya upgrade. Hapa ni sehemu ambayo inakuwezesha wewe kuweza kufanya vitu tofauti na vitu vingi tofauti, kwa mfano unaweza ka enhance video ukaenhance audio wenyewe ka wakaenhance katika namna ya normal, maanisha kwamba ukitaka wewe kuweza kuenhance zaidi, kwa mfano kama unataka kupunguza sauti sana ya background au echo sound, unaweza ukatoa kwa kutumia, unaweza uka adjust mwenyewe, ikiwa ume upgrade. Ukiwa hauja upgrade inamaanisha kwamba ni sehemu ile, ile ambayo itakuwa inaweza ina, ina, ina, kufanya enhancement nawe utakuwa una uwezo una access una ya kwenda kubadilisha au kuongeza enhancement ile ambayo itakuwa imefanyika, kwa sababu hujafanya upgrade. Kwa sababu ukifanya ukiwa hujafanya upgrade, kwa mfano kwenye noise reduction, na kwenda inapungua kwa asilimia kumi tu haiwezi kuzidi, lakini pale ambapo unakuwa umefanya reduction, utakuwa umefanya upgrade reduction ya noise, unaweza ka kaiongeza mpaka ifikie asilimia mia moja tofauti sawa sana ambavyo utakuwa umehitaji, lakini pia unaweza ukaboost vocal, ukaboost sound, hii itakusaidia eh, kutoa sauti na kitu kizuri zaidi. Sasa kama unaweza kufanya upgrade, unaweza ukafanya. Kwa sababu bei ni kubwa sana, lakini kwa sababu sisi tunataka vitu ambavyo ni affordable na vitu ambavyo api afeti process nyingi, kwamba ukifanya hivi kaida tu unaweza ukafanikiwa na, na sauti bado ikatoka vizuri. Lakini pia kama unahitaji sauti itoke vizuri zaidi ikiwa kama au jafanya upgrade ni kwamba unaweza ukatumia ile ile sauti ambayo umetoka kuifanyia enhancement, ukairudisha tena ikafanyiwa enhancement mara ya pili au hata mara ya tatu. Sasa inategemea na kipindi, wewe unaweza ukafanya enhancement mara ya kwanza ukaona iko sawa, ukaendelea. Kwa hiyo ukiona haijakaa sawa e, unaweza ukarudia, sasa uka, ukaipandisha tena oaa mm, ukishaipandisha tena inamaanisha kwamba unaweza unakuwa na access ya unakuwa na access ya kuirudia sauti moja kuifanyia enhancement zaidi ya mara moja, aidha mara mbili, mara tatu, mara nne, kulingana ambavyo utaona kwamba hapa sasa imekuwa hasara, lakini kwa sababu process zitakuwa ni nyingi, ni kwamba haitakuwa imepunguza sana, pale ambapo utakuwa umeirudisha sauti ile ambayo imetoka kutengenezwa katika katika simu hii, katika saiti hii hapa itu Vinemax na hapa ni Vinemax TV. Hakikisha kwamba umesubscribe, umelike video, niandikia comment pia katika future nahitaji video gani tengenezie. Sina la ziada katika ye hapa video